Akiza Mungu, ninashusha watawala wa kuzimu wote, wasiwe na sauti tena. Wakati na majira kama haya, ninaangusha nguvu za wachawi, ninaangusha nguvu za dini, ninaangusha watawala wa kuzimu kwa jina la Yesu. Anga lote nalimiliki na kulinunua kwa damu ya Yesu, maana imeandikwa, na wakamshinda damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu, tawale wakati huu, hakuna atakaye tawala mwingine tofauti na sauti ya mtu aliyenyikana kupitia jina la Yesu Kristo. Baba, karibu kawe pamoja nasi kwenye kipindi chetu kitakatifu kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana za maji ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo na Nazareti, aliye hai, jina linalopita majina yote duniani na mbinguni, jina ambalo liko hai, tunapoomba Yeah. Ni jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wakati una majira kama mengine, tunaendelea na somo letu kwenye kipindi chetu cha Saa ya Ushindi. Tunaendelea na somo letu linalozungumza ukweli juu ya maisha ya mwanadamu, na siku ambazo zimepita nilikuelezea mambo kadha wa kadha, likiwepo jambo la kujua maana za msingi kutoka kwenye kichwa chetu, tukasema kwenye kichwa chetu kinachosema ukweli juu ya mwanadamu, nilikufundisha nini maana ya maisha. Nikasema maisha ni hali ya kuwepo, it is state of existing, ni hali ya kuwepo. Lakini pia nikakufundisha mwanadamu ni nani, tukaongea na tukakubaliana ya kwamba tunaposema mwanadamu tunaposema mwanadamu ni kiumbe, ni kiumbe wa upekee aliye na ufanano na Mungu, aliyepewa utashi pamoja na uwezo wa kuongea kwa maneno, ndiye mwanadamu. Na nikakwambia katika hii dunia si wote wanaoishi katika mwanadamu, wengine wanaoishi kwa njia ya kibinadamu lakini wao sio binadamu ni majoka na mashetani yaliyovaa mwili wa kibinadamu. Na ndiyo maana kipindi chetu kimeazimia kuleta ushindi kama ambavyo jina la kipindi chetu kinajulikana ya kwamba ni saa ya. Kwa hiyo siku ya kwanza nilikuelezea mambo kama hayo, lakini siku ambazo zilifuata, niliupa ABC kuhusiana na ukweli juu ya maisha na ukweli wa kwanza, kwamba kila mwanadamu ana kusudi la kuja hapa duniani. Nikakwambia kwamba mwanadamu anapoletwa katika hii dunia anashika na nalaki Mungu ambalo amewekewa na Mungu aje afanye hapa duniani. Na ndiyo maana ni ajabu sana kumwona mtu ambaye yuko anaishi katika hii dunia akiwa hajui kusudi la yeye kuwepo katika hii dunia. Is very wonderful. Ni maajabu sana na watu wengi sana waishi, lakini hawajajua wengi wao makusudi, kwa nini wako katika hii dunia. Na ndiyo maana kipindi cha saa ya ushindi, kupitia jina la Yesu Kristo, tutaenda kuona kila moja moja, na neema ya Bwana itakuwa juu yako tunapokuwa tunalitambua jina la Yesu, wote ambayo makusudi yao yalikuwa hayapo yanakurejeshwa picha vikuu vitatu ya kwamba kila mwanadamu ambaye anazaliwa anakuwa na kusudi, ikaana kwa kukupa kusudi la Yesu Kristo, ambaye alizaliwa katika mwili, na ukisoma kwenye ile Matayo sura ya kwanza mstari wa ishirini na moja maandiko anasema Yesu alikuja na kusudi la wokovu ndani mwake, alikuja na kusudi la kukomboa dunia, na ndicho kilichokuwa ndani mwake. Yesu alishughulika na ili kusudi, hakuweza kwenda kulia wala hakuweza kwenda kushoto. Alipambana kwa sababu alijua the purpose inside of him, alijua kusudi ndani mwake. Bwana Yesu wasa. Na mimi sasa nikakuonea pia kusudi la pili ndani ya mtumishi wa Mungu anayeitwa aliyekuwa nena kusudi la kulitangaza jina la Yesu aliyekuwa na kusudi la kuhubiri habari njema, aliyekuwa na kusudi la kutangaza mataifa yote wamjue Yesu Kristo ni Bwana, Yesu Kristo ni Mwokozi. Ni kusudi ambalo lilikuwa ndani ya Paulo, na Paulo mtumishi wa Mungu aliweza kuevangelize dunia, aliweza kuinjilisha dunia, kwa sababu alikuwa amepata kusudi la kimungu. Naomba niongee naye, yaweza ya kuwa kusudi lako ujalichiwa lakini kikipiga hakijaja kwa bahati mbaya, kimekuja kikilenga kurudisha makusudi ambayo amepotea. Na ndio maana kipindi cha kupita ya kwaleze majuu ya msalaba, msalaba ulikuja lengo na makusudi ni kubeba kila ambacho mwanadamu aliibiwa, ni kusudi wasio, sio kingine aweze kurejelewa. Na tena nikakwambia kwamba kuna vitu ambavyo vinapoteza kusudi ndani ya maisha ya wanadamu. Mwanadamu amezaliwa hapa kama mtumishi, amezaliwa hapa kama mwimbaji wa nyimbo za Mungu, lakini anapokuja hapa duniani anakutwa, anapokelewa eisha na uganga au na roho za nyumbani. Anaana kuwa kuagua kipepo, anaana kutii demonikari kwa sababu kusudi la yeye kuja hapa duniani alikuwa kuagua kwa njama chini au kwa njama, lakini shetani akiilishia na ndio maana sasa tunaambiwa habari ya jambo moja kubwa, jambo la kwanza linalosababisha kusudi umeumbiwa na limwako lipotee, tukasema ni swala la dhambi. Anapoifanya mwanadamu anamwondolea lile kusudia mto aliwekewa. Tukaambiwa habari ya mtumishi wa Mungu Samsoni aliyebebeshiwa kusudi lile alipobebeshiwa lile kusudi, baadaye akajichanganya, akakubali kutenda dhambi ya kutoka na, nikakwambia kutenda ni kitendo cha sheria, na unapokume zivunja, na Mungu anaondoka. Atakapoondoka Mungu, maana yake kusudi lile. Najua yupo moja ambaye ananitazama au wawili, ambao najua nani wao, walifanya dhambi, kusudi likapotea ndani mwaho nikupe tumaini ya kwamba Yesu Kristo wa Nazareth ambaye ninamuhubiri hapa, ambaye unaniona niko peke yangu, lakini Yesu yuko hapa, maana imeandikwa, kila ambapo wanapomwita anaitika na nime rake. Hapa nimeliita china lake yuko mahali hapa, ametawala anga zote, ametawala kila sehemu, hata kwenye chaneli yetu ambayo tunakuletea hii habari njema, tayari kuna kushuda ambalo ulikumeshaibiwa tangia siku zilizopita, tunao linaana kuwa restored linarejeshwa. Mwanadamu anapokuwa na hasama, anaondoa kusudi la Mungu, anajikuta amebaki na kusudi la Mungu na kuwa promoted na Mungu anapokuwa ni mwako watu wambaoa Mungu aliondoka, wakachiona wako wao kamao. Na ndio maana Adamu alipomkosea Mungu pamoja Eva Mungu aliowacha wakachiona wako uchi. Mungu anapowacha mtu anachiona yuko wa kawaida, hawezi na mamlaka. Ninaomba pamoja na wewe, Mungu unapokuwa kwenye biashara zako, Mungu asija akakuacha kwa sababu Mungu akikuacha tayari, au ana kusudi arikisana na, na wakati sasa nitimisha kwa kukuonea sababu ya pili ambayo inawafanya watu wapoteze kusudi ambalo Mungu amewaumbia, na moto katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, ni kutawaliwa na kumilikiwa nguvu za giza. Ni kutawaliwa na kumilikiwa za giza. Ujue kwamba neno kutawaliwa, maana yake unaongozwa maana yake hauna uhuru, maana yake hauna maamuzi, maana yake hauna uchaguzi. Unaanza kutekeleza kitu kina ambacho kinakutawala. Kwa mfano nyingi iliyopita, Afrika walitawaliwa na wakoloni waliokuja katika hii dunia. Walitawala uchumi, walitawala siasa, walitawala tamaduni za Kiafrika na A Afrika hatukuwa na uchaguzi kwa sababu We were already under domination, tulikuwa chini tayari ala wa watu wengine, na ndiyo maana sasa yale mambo ambao Waafrika tulitakiwa tuyafanye Afrika, kwa sababu tulikuwa tumetawaliwa. Maana yake anayetutawala ndiye anaamua tufanye nini kwa wakati gani. Na maia ninapoongea najua yupo mtu ambaye anaweza akachiona kusudi ndani mwake lakini sio kweli inaweza ikawa Elisha, umetawala na utawala. Ukisoma kitabu cha sura ya nane stari wa ishirini na saba a inasema kwamba Luka sura ya nane stari wa 20 Biblia inasema naye aliou pwani alikutana mtu mmoja wa mji ule mwenye pepo, hakuvaa nguo siku nyingi, wala hakukaa nyumbani, makaburini. Yesu alikutana na mtu ambaye alikuwa avai nguo kama wanadamu wengine, na maisha yake aliyabadilisha, akawa naishi makaburini kwa sababu ya majini yaliyokuwa mtawala. Mashikani yake ilikuwa ni makaburini, alipokutana na Yesu Yesu anaanza sasa kuonesha uweza wake na mamlaka yake, baada ya kutana na mtu ambaye alikuwa na mapepo yaliyomfanya ya ashindwe kujua kusudi lake, akawa naishi makaburini. Anaishi mchana, anaishi usiku, wakati wote alikuwa naishi kule. Maandiko na yakasema alipomwona Yesu akapiga kelele, akaanguka mbele yake akasema kwa sauti kuu, nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye hai? Na kusihi ushina kubalie. Mstari wa ishirini na tisa kwa kuwa amemwamuru yule pepo mchafu amtoke yule mtu, maana amepagawa naye mara nyingi, hata alishindwa. Alilindwa kifungoni na kufungwa minyororo na pingu, akivikata vile vifungo akivikata aki, vile vifungo akikimbizwa jangwani kwa nguvu za yule pepo. Mstari wa 30 Yesu akamuuliza, jina lako nani? Akasema, jina langu ni jeshi, kwa sababu pepo kwa sababu pepo wengi wamemwingia. Sasa naomba nisikini sana huyu mwenzetu ambaye baada ya kukutana na Yesu aliyekuwa anashikiiwa mamlaka za kisoma bereni, alikuwa na huduma ya kuhubiri. Kama mimi hapa sina utawala po, ambayo yaliingia kwenye mui wake, yeye yakiwa na mkimbiza makaburini, yanamkimbiza sehemu mbalimbali, alia Yesu yakagoma, asiatoe Yesu, yakamwambia tuna nini nawe Mwokozi? um, utuache kwanza lakini Yesu aliwaoka yule jamaa akafunguliwa. Alipofunguliwa Jam, akaenda kuhubiri yale mambo ambayo alimtendea m. Jamaa alikuwa na kipawa cha kuhubiri, lakini kila kilikuwa kimenyonywa, kilikuwa kimeshikiliwa nautawaa na nautaaoka ndani mwake. Naomba sasa wakati huu sasa kuongea na mamlaka ya mkini wewe si zimeshikilia ku. Hakika Yesu ambaye ninamwongea anaishi. Hakika Yesu ambaye ninamwongea hapa anaishi. Naomba sasa wewe pamoja nami nap, najua sijui naongea na nani, lakini nachojua naongea na mtu naweza na kuwa ni mmoja wala ambao kusudi la iribiwa a Moto wa Bwana utalipuka huko, moto moto utaanguka huko kuio tajishangana, ni moto umeenda kuona bubu, sio la kawaida. Baba unimua uzima, Bwana Yesu, mfalme wa dunia nzima, mwokozi si wangu, Baba, ninasimama kwa zamu yangu nikiwakilisha kamati ya mbinguni ambayo mwenyekiti mkuu ni simba wa kabila la Yuda mwenyekiti mkuu ni Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ananitazama ashikiliwa na nguvu za kiza. Ndio maana Yesu Baba, kwa wakati na majira kama haya, ninaomba unguia haya katika ulimwengu wa roho. Ninashambulia, ninashambulia, ninashambulia kila mamlaka, kila mamlaka za mapepo mamlaka za majini, mamlaka za majoka ambazo zimeshikiria joka. Nina, ninakuamuru joka, e, ninakukata vipane, vipane. Ninakukata vipane, vipane kwa jina la Yesu, ninakukata vipane vipane, achie huyu mama, achia huyu baba, achia huyu mtoto kwa jina la Yesu. Achia uko wake. Ninaita kila ambacho Mungu amekiweka. Ninaamuru makaburi yote ambayo meshikiria watu ambao ameshikilia nafsi ya watu ambao ameshikilia roho za watu, na yakaibua hisia za kipepo, watu watashindwa kuyaona makusudi yao. Naachilia ya moto, naachilia moto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, pokea moto, pokea moto, mashike moto, mashike moto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. I command power aikomani pawa naikusudi lako wewe, ambao uliibiwa kusudi lako, walioibiwa kusudi lako, nina jina la Yesu, liwe liko makabrini liwe liko chini ya ardhi, natuma radi na moto, natuma kimbunga kwa damu ya Yesu Kristo, hakika sauti haita nyamaza mpaka ile kusudi umeleteshewa, kwa jina la Yesu nami nakutabilia Yesu ikiwa umeweka imani hakika kusudi ambalo hata kama umezeeka sana, malizia kwa lile kusudi, maana Yesu anaishi. Na kwa jina la Yesu pokea amani na baraka, rutishiwa kusudi lako. Mamlaka ya mapepo hayatakana ni mwako tena. Kuna kunauma mkono au nauma mkuu, vyote kuanzia wakati huu sasa tashaya ushindi kwa jina la Yesu, you are free A in sus ametapia Yesu, nikutakie mchana mwema wa ushindi, na amini watueesa makusudi yaliyopotea kupitia jina la Bwana Yesu. Mungu akubariki sana, ni kutakia Amen. Bwana Yesu asante Bwana Yesu asante, Mungu naishi. Bwana Yesu asante, Mungu siyeshindwa. Heshima na utukufu, Bwana pokea. Mamlaka na enzi, Bwana pokea. Mungu ambao umewaponya kupitia online yatuijii ai Yatu ipo hayo mema yatakapo ya yatakapo nijia mimi nitasikia kutoka kwako Bwana kwa. nitaona kutoka kwako kwa. Yesu, nitaona uso wako, nitaona nuru yako Yesu, nuru yako Yesu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ndiyo, Yesu, nataka nikujue wewe Yesu, ili niwe na amani, nataka nikujue wewe kwenye huduma yangu kwa ya nataka nikujua ya Yesu, kwenye kalamu ulizo nazo ziko ndani yako Yesu, hizo kalamu